Abiria mmoja wa ndege ya Kenya Airways ameonyesha mshangao na kutoridhishwa na hali ya viti kwenye safari ya ndege ya ndani kutoka Mombasa hadi Nairobi, akifananisha kiwango cha huduma na magari ya uchukuzi wa umma maarufu kama mbukinya. Katika ujumbe aliyomwandikia bloga Siprian Nyakundi kwenye mitandao ya kijamii, abiria huyo alisema hai, Siprian, nimepanda ndege ya Kenya Airways leo asubuhi kutoka Mombasa kwenda Nairobi, na nimeshtuka na hali ya viti, ni mbaya kuliko za mbukinya. Mbukinya ni matatu maarufu yenye sifa nzuri nchini Kenya. Ujumbe huo umesambaa kwa kasi mitandaoni na kuzua mjadala mkubwa kutoka kwa Wakenya wengi ambao pia wamelalamikia kushuka kwa viwango vya huduma kwenye shirika hilo la kitaifa la ndege. I used a similar Kenya Airways plane en route to Dubai a few months back and I was also shocked by the condition of those seats. It was the most uncomfortable five hours of my life. Hata matatu ni afadhali. we kept twisting and turning the whole journey because of kufinya makalio na kufinyana sisi wenyewe. Conditions za viti will make you question the engine. I stopped using the airline nothing special about them. It's overrated prices The seats alone speaks volume about the condition of the plane in general. Kekio linalojulikana pia kama the pride of Africa limekuwa likikumbwa na malalamiko kadhaa katika miezi ya hivi karibuni kuhusu kucheleweshwa kwa safari, huduma duni kwa wateja, na sasa matatizo ya matengenezo ya ndege. Hadi sasa shirika hilo halijatoa taarifa rasmi kuhusiana na malalamiko haya ya hivi punde. Kadri shinikizo likizidi kutoka kwa wateja na wadau wa sekta ya usafiri wa anga, itasubiriwa kuona ni hatua gani KQ itachukua kurejesha imani ya wasafiri wake wa ndani na wa kimataifa.